Baada ya kutoa ule mfuniko hapa tunaenda tunautoa kabisa, ili tuweze kuona ndani zaidi jinsi ilivyo. Um, nadhani navoona navyoutoa napu hapo, na natoa kwa umakini naweka na, na pembeni, na hapo sasa tunaona ndani jinsi kulivyo. Kwa kwahiyo kwenye projector ndani jinsi kulivyo ndio hivyo, na hapa ndo nitoe hichi kioo. Hichi ndio kioo kabisa cha kwenye projector, yaani hichi ndio kinatengeneza picha kabla ya picha ijaenda kwenye kwenye, kwenye kwenye kwenye ukutani hapa, hicho kio kinatangaza picha yenyewe, umeona. Kwa hiyo sasa hapo naenda kukitoa hicho kio na video nyingine ndio nitakuja, kwa sababu kuelekeza namna jinsi ninavyofanya kazi, ila kwa leo tuishie hapa, asanteni.